Leo ni Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa... wa tatu 2025. Nimekuwa nikiona mara nyingi mtandaoni, sio mtandaoni tu, pia na memba wangu baadhi wakinifuata wakasema kwamba tuandae utaratibu wa rollover. Hii rollover challenge watu wengi wakuwa wamesema wanataka kitu kama hicho. Kwanza kabisa nataka utege macho yako kwa makini kabisa nina siku saba ambao ndatengeneza rollover na kwa hiyo nataka nikuelezee moja mpaka mwisho. Akisha unaangalia video hii, akisha sisikipu, akisha akishasikiliza kwa makini, ili uje uone kwa macho yako, je, rollover ina faida au ina hasara. Kwanza kabisa, karibu kwenye rollover challenge hii ambayo nimeianzisha leo rasmi Jumatatu. Ina maana tuna siku saba mpaka Jumapili, tutakuwa tumekamilisha siku saba. Ina maana Jumatatu itakuwa ni siku ya kufanya mahesabu, endapo tukienda salama. Kama tutakuwa tumeishia njiani, basi utaona sasa nini kinachoendelea katika rollover. Leo tunaenda kufanya rollover kwa ajili ya mtaji mwana? kwa mtaji wa shilingi laki moja tunaenda kuandaa rollover kwa mtaji wa shilingi laki moja kutumia odds 1.50 kila siku kwa siku saba. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini, ujue kwa nini lengo letu ni kufanikisha rollover bila kushindwa na kufika zaidi ya milioni moja na zaidi kwa kuwa tunaanza kwa shilingi laki moja na odds ambazo tutaweza kutumia ni moja pointi hamsini ya, ya rollover zetu. Kwanza natakiwa ufahamu rollover ni nini. Rollover ni nini? Rollover ni mbinu ya kuzungusha faida kila siku kwa kuweka beti weka beti zozote kwenye odds fulani, yani beti zako ambazo utakazoamua wewe kuweka katika sehemu fulani na kwa siku fulani ambazo utakao mpanga. Kwa mfano, mimi natengeneza rollover ya siku saba ya siku saba tukiwa tunaanza kwa shilingi laki moja lakini odds zetu tukiwa tuna odds moja point hamsini ndo odds zitakazo tunatembea nazo ndani ya siku saba tuweze kufikisha milioni moja na point j. Tutafika kitu ambacho tunaona cha kuzingatia katika rollover yetu hii, kwanza kabisa tutachagua odds za 1.50 ambazo zina nafasi nzuri ya kushinda. Kitu cha pili, tunahitaji nidhamu na uvumilivu ili kufanikisha hii mbinu yetu, kitu cha pili hicho. Na kitu cha tatu ambacho naweza nikakupa au nikakupa mfano, kwa mfano tukiweka shilingi laki moja kwenye odds 1.50 iki ikishinda iki, tunapata shilingi laki moja na hamsini. um, kwa mfano unaiona hiyo chati ambayo nimeweza kukwekea hapo mbele. Chati hiyo ndo tutakao tutakaotembea nayo ndani ya siku saba, kwa hiyo kitu ambacho kinahitajika ni uvumilivu, akili na macho yako, ili kuja kuona, kwa sababu mnasema tu roliova roliova roliova, amjui roliova kwamba ina hasara au ina faida. Kwa hiyo wote tuwe watazamaji, kuweza kuona hii roliova ndani ya siku saba itakuwaje, itafika mpaka mwisho au tutapoteza mtaji wetu wote. Na ndio utajua sasa roliova ina faida gani kwako au haina faida kwako, siku inayofuata Siku ya kwanza tutaweka laki moja kwenye odds mia hamsini moja pointi hamsini laki moja na nusu. Na siku inayofuata tutaweka shilingi laki moja na nusu ambayo tuliishinda jana, itashinda laki mbili tuta, yani jumla tutapata laki mbili na 20 na tano na point. na siku tutafanya hivyo hivyo, tutaendelea hadi siku saba ambapo tutafika zaidi ya milioni moja ndani ya siku saba, tukiendelea siku ndani ya siku saba. Nadhani mbele yako unaona hiyo chati chati hiyo inakuonyesha jinsi gani ya kuweza kutembea na hiyo lol ya siku saba. Angalia hiyo chati hapo ambayo tutakuwa tutembea nayo ndani ya siku saba. Chati hiyo iliyoko mbele yako inakuonyesha chati ya siku saba. Siku ya kwanza tutaanza na 100k, yani shilingi laki moja. Hapo nitakuwa naisema tu kwa k ili tuende vizuri, kwamba 100k kwa pointi, kwa odds 1.50 tutawini 150k, ina maana laki na hiyo ni laki keni okay, laki sawa. So, tutakuja siku ya pili ambayo ni mia hamsini faida tuliyopata jana kwa ta, tutazidisha kwa tabeti ta kwa odds hamsini tutapata shilingi laki mbili na elfu ishirini na tano. Tutaendelea. Tutakuja siku ya tatu hivyo hivyo laki mbili na elfu ishirini na tano tulioipata tutabetia kwa odds mia moja pointi hamsini tutawini laki tatu na thelathini na saba. Tutaendelea siku ya nne hivyo hivyo laki tatu na thelathini na saba tulioshinda tulio jana tutabeti kwenye odds moja point hamsini tutapata shilingi laki tano na sitini, laki tano na elfu sita. Tutaendelea hivyo hivyo, laki tano na elfu sita tutabeti kwa odds moja point hamsini tutawini shilingi laki saba na elfu hamsini na tisa. Tutaendelea hivyo hivyo, siku ya sita, siku ya sita tutachukua laki saba na elfu hamsini na tisa tuliyopata, tutabeti kwa odds moja point hamsini na tawini milioni moja point moja. Tutaendelea siku ya saba na ya mwisho ambao tutakuwa tumefainali, tutachukua milioni moja point moja na tutabeti katika odds 1.50 na tutawini milioni moja na laki sita au na pointi kadhaa. Sasa hapo ndipo tutakuja kuangalia kwamba je, hii beti hii rollover ina faida kwetu au watu wanaongea tu, mwisho wa siku wanaishia njiani. Hii nimeweka shilingi laki moja kwa ajili ya kuendesha rollover ili uone hii rollover ina faida au ndio maneno tu au ndo watu kuwataftia kuwatapeli tu kwenye rollover na kwambia eti rollover sijui siku ngapi? Mwisho wa siku unapoteza una, una kila kitu, kwa sababu hii ni njia ya riski sana. Kabla ya kwenda kubeti, kuna mikakati ambayo tunatakiwa kutuifanya, yani mikakati ya, ya, ya kufanikiwa. Kwanza kabisa lazima una mikakati ya kufanikiwa. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tuzingatie, usiharakishe, yani tusiwe ntusiwe na haraka kwanza tuchague beti salama na odds sahihi, kitu cha kwanza. Na kitu cha pili ambacho tunataka tufanye, tuepuke tamaa katika hiyo rollover yetu, tusijaribu kuongeza odds au kubadilisha mpango, kitu cha pili. Na kitu cha tatu, tufuate bankroll management yetu. Yani benki yetu, yani twi, tumesema tunaweka laki. Hiyo ndio bankroll management yetu, tusiongeze pesa nyingine kwenye hii, kwenye hii rollover siku saba alafu weke mipaka ya kiasi unachoweza kupoteza. Tujue kabisa kwamba hii ikipotea tumepotea sisi, tunaweka laki. Na kitu cha nne ambacho nazaika kusii, pia tutumie single bet, ila kama tukikosa single bet, basi tusizidishe timu zaidi ya mbili na options ziwe low ambazo zina uwezekano wa kupatikana. Usitumie multibeti, yani mamechi mengi kuanzia tatu na kuendelea, hizo multibeti hatutazifanya na ili tupunguze, tupunguze, tupunguze riski kupoteza. Hayo ndo mambo ambayo mimi naweza nikayazingatia. Lakini lazima ujue kwamba kabisa katika hii bankroll tunaenda kucheza, lazima kwa kuna hatari na hatari ya kucheza bankroll, hatari ambazo tunaanza kukutana nazo, ukishindwa hata siku moja unapoteza kila kitu yani, jua kabisa kwamba tukianza kubeti ina maana tukilose siku moja ujue pesa yetu yote imepotea. Betting ina riski kubwa. Usibeti pesa ulioweza kupoteza yani, ndo ukawa ulijua kabisa kwamba uliweza kupoteza shilingi laki saba alafu ukabeti ili uendeleze pale kwenye bankroll no, ishia hapo hapo. Kitu kingine usikubali presha, weka beti zako kwa akili yani, kama tulivyosema yani, presha isituendeshe tuweke beti zetu kwa kuzingatia hapo. Je, unafikiri tutafanikisha rollover hii katika ndani ya siku saba? Basi twende kuanza. Wewe ndio utakaye kuwa shahidi, ili uone kile kinachoendelea kwa watu wanaosema wanajua rollover za siku saba na kushinda milioni. Sio kushinda milioni ngapi, tuendelee, tuone na day one ambao tunaanza leo tarehe 24 mwezi wa 3 2024. Day one tunaanza na rollover yetu yenye game mbili. Kwanza kabisa, game yetu ya kwanza itakuwa ni World Cup 2026 qualification Africa, itakuwa ni game ya Guinea Bissau vs Burkina Faso. Tips tumeumba Burkina Faso washindi au washinde na wa draw na odds ni moja 3 1.35. Hiyo ni game ya kwanza, na game ya pili itakuwa ni Egypt League Cup, itakuwa na game ya Tala El Gaish vs Al Ahly Cairo. Tips tumeumba ove over 6.5 5 kona na odds ni 1.17. Ina maana 1.17. Total ya odds zetu ni 1.50 na yani, moja pointi tano, saba tisa, na tumeweza kusteki shilingi laki moja kama unavyoiona hapa. Leo ni siku ya kwanza ya rollover challenge. Akisha umesubscribe akisha umeshea umelike, turn on notification ili uweze kufuatilia challenge hii mpaka mwisho uone na upate matokeo halisi kuhusiana na hizi challenge zinazokuwa zinatolewa rollover, wanakuambia watu rollover. Sasa wewe ndio huo shahidi wa hizi rollover, tutafika salama au tutafikia njiani? Akisha una comment, tia alama ya dole, sema chochote hapo chini, tuone mpaka mwisho. Asante.